Baridi lilikuwa kali, upepo ukivuma kwa nguvu ukisababisha matawi ya miti kucheza cheza kama mapepo yaliyokasirika. Mbingu zilikuwa na mawingu mazito yaliyofunika mwangaza wa mwezi, yakizidisha giza la usiku. Daniel alisimama mbele ya mlango wa monchwari wa mtaa wa Magomeni akihema kwa wasiwasi mkubwa sana. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kazini hapo kuwa Monchwari, kazi aliyoipata baada ya kuhangaika sana kwa miezi kadhaa bila ajira. Kazi yenyewe si rahisi. Mkuu wake wa kazi Bwana Majuto alimwambia, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kila kitu kiko sawa, milango imefungwa vizuri, na hakuna mtu anayeingia bila ya ruhusa na usishtuke ukisikia kelele zisizo za kawaida. Hapa ni monchwari, unajua kinachoendelea. Maneno haya yalibaki yamekita akilini kwa Daniel. Aligugumia kwa shaka, lakini alihitaji pesa, hivyo akaamua kuvumilia tu. Saa kumi na mbili jioni, Daniel aliingia zamu yake ndani ya monchwari. Kulikuwa na mwanga hafifu wa taa za manjano zilikuwa zinawaka na kuzima kwa mpangilio wa ajabu, kana kwamba zilikuwa na uhai wake. Chumba kikubwa cha kuhifadhia maiti kilikuwa kimya kupita kiasi, hali iliyomfanya ahisi kama alikuwa peke yake ulimwenguni. Aliweka mkoba wake chini ya dawati la ulinzi na kuanza kukagua vyumba. Jokofu la kuhifadhia maiti lilikuwa limefungwa vizuri, basi akaenda ofisini na kukuta kila kitu kikiwa sawa lakini aliporudi eneo kuu alihisi hali ya tofauti sana. Baridi ilizidi na harufu nzito ya dawa ikaanza kuenea hewani. Ghafla taa zilianza kuwaka na kuzima haraka na upepo mkali ukaanza kuvuma ndani ya jengo bila ya sababu ya kueleweka. Daniel alijaribu kupuuzia, lakini mwili wake ulianza kutetemeka kwa hofu. Mara alisikia mlio wa kitu kuanguka ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti. Mapigo yake ya moyo yakakimbia kama farasi aliyefyatuka kwenye mtego. Polepole akavuta pumzi ndefu na kuchukua tochi yake. Akaanza kuelekea mlango wa chumba hicho huku miguu yake ikitetemeka sana. Alipofungua mlango, baridi kali ilimpiga usoni. Akatoa tochi na kuelekeza mwangaza kwenye jokofu za maiti. Maiti zilikuwa zimefungwa kwenye mifuko meupe lakini moja kati ya mifuko hiyo ilikuwa imefunguliwa nusu kana kwamba mtu ametoka ndani yake. Daniel alirudi kinyume nyume moyo wake ukigonga mbavu kwa hofu. Aliangalia huku na kule akijaribu kuona kama kuna mtu mwingine ndani ya chumba hicho. Aliuliza, kuna mtu hapa? kuna mtu hapa? Aliuliza kwa sauti ya uoga. Hakukuwa na jibu, lakini ghafla sauti nzito ya mkwaruzo ilisikika. Alipindua kichwa chake haraka, macho yake yakakutana na kivuli kirefu kwenye kona ya chumba. Kivuli hicho kilianza kujisogeza kwake pole pole, na kabla hajapata nafasi ya kukimbia taa zote zilizimika. Ndani ya giza alihisi kitu kikipita karibu yake upepo mkali ukipuliza shingoni mwake kana kwamba mtu alikuwa akimvizia. Alijaribu kupiga kelele lakini sauti yake ilikauka mdomoni. Mara taa zilipowaka tena, alijikuta amelala sakafuni, huku mifuko kadhaa ya kuhifadhia maiti ikiwa wazi. Hakukumbuka ni saa ngapi alianguka, lakini alijua jambo moja, kuwa hakukuwa peke yake pale monchwali. Alihisi mkono baridi ukimgusa bega. Alipotazama, macho yake yalikutana na uso uliokuwa umeharibika vibaya sana, macho yake yakiwa meusi na matupu, mdomo wake ukiwa umepasuka kama mtu aliyepitia mateso makali. Daniel alipiga yowe, akasimama kwa nguvu zote na kukimbilia mlangoni, lakini mlango ulikuwa umeziba, haukufunguka hata kidogo. Alianza kupiga kelele akiomba msaada lakini hakuna aliyejibu. Aliposimama tena kuangalia nyuma, aliona maiti moja iliyokuwa imelala kwenye meza ya kuhifadhia ikiinuka taratibu, huku mifupa yake ikitoa mlio wa kukatika katika. Hali hiyo ilimfanya akate tamaa, lakini ghafla lango wa chumba cha kuhifadhia maiti ulifunguka ghafla kwa kishindo. Bila ya kufikiria mara mbili, Daniel alikimbia nje kwa nguvu zake zote. Alijikuta akiwa nje ya jengo mapigo ya moyo yakiwa juu, mwili wake ukiwa umeloa jasho. Aligeuka na kuangalia mlango wa monchwali, lakini hakuna kilichokuwa kimebadilika, kama vile hakuna kilichotokea. Sauti ya mlinzi mwingine ilimfanya ashtuke. Aliuliza, vipi kijana, mbona unaangaika? Daniel hakujua cha kusema, aliangalia jengo la monchwali kwa hofu kisha akasema kwa sauti ya kutetemeka, siwezi, siwezi, siwezi kufanya kazi tena hapa si, siwezi tafadhali, siwezi. Daniel alikimbia sana, yani alikimbia bila kuangalia nyuma, na hakurudi tena kazini pale. Monchu alikuendelea na kazi toka siku ile. Daniel hakutaka kusikia kitu chochote kuhusu kazi ya monchwali, na pale ikawa mwisho kabisa a kukata tamaa ya kutafuta kazi nyingine zinazohusu kulinda maiti ama kukaa kulinda sehemu. Je, yeah, umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa komenti, lakini pia nikukumbushe, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye, bye.